Nilikuwa nalima kule Lupembe kule na shamba langu pale Lupembe la parachichi karibu hekari mia tano pale. Sasa wakati huo ninalima parachichi, ninauza ninauza nusu, mm. nusu nyingine nabaki shambani, hakuna mtu wa kuinunua ananiambia, ni reject. Sasa wanaokuja kununua wanasema shilingi mia, alafu niisafirishe mimi mpaka mahali ambapo wanahitaji. Nikipiga hesabu inagoma, nikasema basi hii si nitafanya nikao naiacha shambani mm -hmm, lakini nikaanza kuchakata nifanye nini, saa sili angalau nijinasue hapa mm -hmm. Nilikuwa na uwezo wa kujenga kiwanda pale pale Rupembe mm -hmm, lakini katika jiografia nikaonekana kwamba maeneo haya yanalima itirauma hapa, ni senta nzuri ya nini ya parachichi mm -hmm. Nikaona kwamba nisiwe mchoyo ninavyoteseka ndivyo wenzangu wanafanya nini wanateseka. Kwa nini niweke pale ambapo ni pembezoni, nisiweke katikati ambapo na mimi nitatumia usafiri kutoka pale na wengine watatumia usafiri, tukutane hapa wote tuchakate parachichi yetu hapa. Ndiyo chanzo cha kuja hapa. Ninawashukuru kunipokea, si kwa ubaya. Naomba niwashukuru wamama wawili. Wakati nimekuja hapa nimenunua eneo hili kabla alijapimwa hii njia ikawa nikawa siwezi kupita hapa, nikaja kuomba njia ya kupita kuja hapa, wamama wawili, mama mmoja na kijana wake akakubali, mama mmoja akagomewa na vijana wake kwamba yule ni tajiri akupe milioni mia nane ndio hiyo njia fanya nini, nipite kuja hapa. Yule mama sijui kama yuko hapa, mwenye mkuu mkoa, yule mama alisimama na mimi bila kumpa kitu, akasema hili eneo ni la kwangu na huyu ni kijana kama mlivyo watoto wangu kuniomba njia tu milioni 800? Mbona nyinyi mmeshindwa kuniwekea hata umeme ndani ya nyumba, lakini huyu amekuja. Inawezekana huyu siku moja akaniwekea umeme ndani ya nyumba hapa. yeah. Mkoa mkoa, niliondoka hapa wakati ameisha nipo eneo hili. Niliondoka nyumba yake na waka umeme yeah. na namshukuru Mungu kwamba nyumba yake hata lipo ilikuwa haijapigwa. Nikamwambia mama, nikimaliza kujenga nyumba yako nitakupigia ya lipo, kwa sababu umenionyesha kitu ambacho sikutarajia katika maisha yangu yeah. Maana watu wote wameogoma, vijana wanaogoma, nataka milioni mama anasema, ninampa bure kama mnanifukuza. Ikawa ngumu mama, vijana wakamshambulia mama kwa matusi mm. mama akamchukua akaenda kwa kaka yake, ni mchungaji hapa mm. ni wewe hapa, sawa yeah. <laughs> <laughs> Akasema tutampa mwekezaji eneo hili bure. Leo niko hapa, hawa watu wanitie moyo sana. Mkuu wa mkoa, nimekuja hapa wa hawa watu waliponunua mitambo, wauzaji mitambo hao hawakwambia ukweli. Wanasema wana wakikwambia ukweli hu utanunua mitambo kwao mm. kwa hiyo wakaniambia tengeneza umeme wa three phase ulete pale, sitakuletea mashini. Nikaja nikapambana nikaleta umeme wa three phase bila hata kukuona wewe. Baada ya wiki mbili, kabla mitambo ifike, wakaja wenyewe wakasema, huu umeme huu hu, hu hautoshi, kwa hiyo utafuta umeme mwingine mkuu wa mkoa, kwa uwekezaji wa kutunduliza kama Mtanzania wa kawaida hivi, mm. ukawa na kwa hela hizo kwa wakati huo, ikabidi nikimbilie TANESCO kwa jamani, naomba mniokoe mm. TANESCO kwa sema hatuna bajeti pale, kama unataka tunapokupa mkandarasi milioni 92 ujenge nini tuwa kujengea laini ya umeme pale, ndio chanzo cha kwenda kwa huyu baba. Nimeenda kwa ofisini kwake na mulia na sema kwamba nimejenga kiwanda, nimeokoswa umeme dakika hiyo hiyo alimwita mkuu wa TANESCO kutukaambatana naye kuja hapa, ndani ya siku tatu nimepata umeme. Mnasemaje? Jua, sasa kama mtu una akili timamu unafanya kazi na mtu anaye kusapoti hivi hivi, kwa nini usiwekeze? Mkuwa mkoa, nimewekeza zaidi ya bilioni 5 milioni mia mbili, lakini ni kuahidi mwakani kutakuwa na laini nyingine hapa, yeah. Bajeti ambayo tumetenga hapa mpaka tumaliza uwekezaji hapa tumetenga zaidi ya bilioni ishirini mm. ili ee tuweke, tuwekeza kwenye eneo hili. Ombi langu kwenu mm. naomba nanyewe mnisapoti mimi, nimeleta mitambo hiki kio kiwanda chetu wote. Oh, naombeni nanyewe wivu na nawiva kuniletea matunda. Bila kuwa na matunda hiki kiwanda kinaweza kikahama. Mkiangalia mwa ndani kina machuma hmm, ya kubeba. Yaani siku moja mnaweza mkaja mkakuta hakuna kiwanda hapa, lakini <laughs> mimi ninaamini kwamba mkiniachia matunda hapa mimi nitakuwa ni, ni mkazi wa hapa hapa hmm, na nitaishi hapa hapa hmm, maana mahara ambapo mali yako ilipo, si ndio unaone kuwepo hapa hapa. Yeah. Kwa hiyo kama ni shule tutajenga wote yeah. Kama ni maendeleo tutafanya wote yeah. yeah. Wakati nakuja hapa hiyo barabara ilikuwa haijajengwa tukao tunapita kule bila shida. Baada ya barabara kujengwa ikanishitua, imeandikwa inaruhusiwa kupita gari ya tani kumi. Ninakuomba pamoja wewe pamoja na waziri Sa. Wakati mwingine magari yetu yanaweza kuwa tani kumi na tano au 18 naomba mniombe kibali kwa watu wa Tarura ili angalau wakiona hiyo gari inakuja hapa ijue kwamba imekuja kuokoa kwa wananchi hawa hapa ili tuweze kwa watu tuweze kuweka viwanda mjini watu wengine tunawasogeza karibu na na wananchi. Kwa hiyo hilo ni kikwazo ambacho nimekiona kwamba nawaombeni no, na kama viongozi wangu. Muniombee kibali tuje ni kilomita saba kutoka barabara kubwa kuja hapa. Muniombee kibali cha kuja gari kuja kuleta matunda hapa. Sasa hivi mara mbili nimejaribu gari mbili zimegomea pale Mwangama. Baada ya kuona kibao kimeandikwa tani kumi. Sasa matokeo yake inanigharimu tena kuanza kusomba na gari zingine ndogo. Kwa hiyo ni changamoto ambayo naiona kwamba hii inaweza na kushukuru sana yeah. Na chini ya jemedali Samia Suluhu Hasani tutasonga mbele yeah. Na, na, na, tutatoboa yeah. Kitu kingine tutenge; naomba tutenge maeneo mm -hmm. Ninatamani mkuu wa mkoa na, na waziri, mimi ni Mtanzania mm -hmm. asilimia mia moja mm -hmm. Ninatamani mimi kwenye kiwanda changu kama kuna mtu anataka kuja kujifunza, niwe mwalimu yeah. Mimi nimepitia yes. wakati mgumu kutaka kujua kiwanda kinafanyaje kazi cha mafuta ukifika pale unasema, huruhusiwi. Kiwanda kimoja kilikuwa pale Makambako ambako tukaondoka na kijana wangu, tume, tumefanya appointment. Tumefika mlangoni, wasema hamruhusiwi kufanya nini kuingia. Nikamwambia kijana wangu, sisi tukibahatika kujenga, akija mtanzania kama sisi, hebu hata kama analeta watoto wake, tumfundisha ili aelewe, kwa sababu tusifungue tusifungu milango kwa watu wengine. kuchukua hili parachichi limekuja zaidi ya miaka kumi iliyopita. Matokeo mm, yake mkifuatilia vizuri, wanakuja watu wengine ambao ni wawekezaji mm, lakini ukienda kuomba statmenti zao za benki hutazikuta. Lakini sisi pesa itaingilia hapa kwetu, hatuna hakuna sehemu ingine kuenda kuchukua hera kwao. Ni wasihi wa Tanzania wenzangu, yule anayedhani kwamba yuko tayari kuwekeza mimi nafungua milango, aje ni waombe meneja wa TARURA hapa uongee na mtu wako wa wilaya so, tu sawa. After estimation it Hapa tutatengeneza mshipa ziki mm. hapa. Na kutengeneza hapo kwa sababu hata juzi umeme umenatuambia Waziri Mkuu anaenda kwenye hicho kiwanda. Sasa peleka umeme au usipeleke? Kwa hata atawaambia ratiba ya Rais inaonyesha kwamba ataenda hicho kiwanda. Sasa mm. barabara ipo haipo mtatueleza. Wewe mtajua wewe wenyewe. Mm. Kwa hiyo hapo wewe uende ana yanokuuzwa <laughs> sana. <laughs> Mheshimiwa Waziri, la pili, <laughs> ilikuwa ni kwa mheshimiwa Il ili eneo mwambie mkurugenzi mje mkamalishe fidia ile nani pale <coughs> eh, chini yani magoda. Sasa mkishaanza kuwa na type ya Olivado yupo huyu. Ni eneo ambalo mkitengeneza vizuri watu wenye viwanda watakuja

wengine atazungumza waziri mwenyewe. Itulaumba wana kiwanda itulaumba hoye. Kuna wakuu wa mikoa majembe, nyie mna mkuu wa mkoa jembe weme, kwa sababu anatatua mambo ya maana eh, na mimi mwenyewe wataalamu wetu sasa sio, wako wapi wataalamu wetu? Lazima tubadilike. Mnapopanga swala la barabara Anzeni na barabara ambazo zinakwenda kwenye shughuli za kiuchumi, kama ni maji, kama ni umeme, huduma anza na mambo ya ki, kwa sababu wananchi hawa ukishawakomboa kiuchumi, umemaliza kazi mm -hmm. huyu akipata uchumi hata kisima anaweza kachimba jumani kwake akaweka maji yake mm -hmm. Sasa wakati mwingine wataalamu wetu wanadhani kumletea huyu bwana eh, umeme, wanadhani wanamsaidia letea barabara wanamsari mpaka wanamwekea kigingi kwamba isizidi. Sasa kama nilivyosema, sasa hii barabara ziende wapi? i akili ya wapi kwa nadhani ili mnatudhalilisha. Hili la barabara kuzuia magari ya kuleta bidhaa hapa, mnatudhalilisha. Tunaomba tusilisikie wataalamu. Mmesoma shule za wapi? hey, kwa hiyo ni, ni kazi yako kuweka barabara ya kusapoti kiwanda hiki. Huwezi kuweka barabara ya kuzuia kupeleka mizigo kwenye kiwanda. Kiwanda iende gari, iende wapi ibebe? Kwa sababu hata taxi sasa hawa, ili wapate taxi, itabidi wafanye kazi hapo, pata hela. Hey, wataalam, ili liishe. Ndugu yangu Mrimi, kwa kweli namshukuru sana Simba na kumpongeza Mheshimiwa Rais. Katika vitu ambavyo anajivunia ni pale anapoibuka mtanzania akafanya uwekezaji na sisi kama serikali uwekezaji wa kina Mrimi unatupa nafasi, kwa sababu wakati mwingine tukizungumza uwekezaji wala wanadhani tunazungumzia wana wazungu, lakini kwa kweli uwekezaji wa maana na kuinyanyua nchi ni pale ambapo watanzania wenyewe wananyanyuka na kufanya uwekezaji, hususani uwekezaji wa maana. Uwekezaji wa maana ni upi? Ni uwekezaji wa maana wa maana ule ambao unakuwa na nyororo wa thamani. Kuna kilimo. Kilimo hiki ndio kinaajiri watu wengi, lakini kutoka shambani mpaka kiwandani. Thamani ya kiwanda ni kwamba kwanza kinachakata mazao yenu, kwa hiyo bidhaa yenu itauzwa Ulaya kutoka Itula Humba.